Safari ya ndege ya All Nippon Airways kutoka Tokyo Narita hadi Houston ililazimika kutua kwa dharura huko Seattle baada ya abiria kujaribu kufungua mlango wa dharura katikati ya safari mnamo Mei 24 mwaka 2025. Ndege hiyo aina ya Boeing 787 iliyokuwa ikivuka Pasifiki ilielekezwa na rubani takriban saa tisa katika safari baada ya abiria msumbufu kuzuiliwa na wasafiri wenzake na wafanyakazi. Kulingana na ripoti, kisa hicho kilitokea wakati wa safari ya NH 174, Jumamosi asubuhi, wakati abiria wengi walikuwa wamelala. Mshukiwa ambaye utambulisho wake haujatolewa ghafla alikimbia kuelekea katika mlango wa dharura. Abiria wenye mawazo ya haraka, ikiwa ni pamoja na maveterani wawili wa kijeshi na wahudumu wa ndege, waliingilia kati upesi kukabiliana na kumzuia mtu huyo kabla hajajaribu utaratibu wa kuondoka. Walioshuhudia walieleza jinsi mwanaume huyo alifungiwa zipu kwenye kiti na kufuatiliwa kwa karibu hadi ndege hiyo ilipoweza kugeukia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Seattle Tacoma. Picha na video zilinasa polisi wakipanda ndege hiyo ilipotua na kumkamata mtu huyo bila usumbufu zaidi. Abiria aitwaye Ashley alisimulia tukio hilo la kushangaza akisema, mtu huyo alionekana kuwa mbaya kabla ya kuruka ghafla kuelekea mlango wanaume wawili waliomzuia walikuwa tulivu na weledi. Mmoja alithibitisha kuwa alihudumia katika jeshi la wanamaji. Ashley aliyeketi karibu, alitoa shukrani nyingi kwa kuingilia kati kwao, akisisitiza hali ya kutisha tukio hilo. Ndege hiyo ilikuwa takriban saa tatu kutoka Houston wakati rubani alipoanzisha safari hiyo. ANA ilithibitisha kuwa ndege hiyo ilitua salama mjini Seattle mwendo wa saa na dakika ishirini asubuhi, huku vyombo vya sheria na huduma za matibabu ya dharura zikiwa tayari zimesimama kwenye uwanja wa ndege. Baada ya kutua, abiria wa pili alianza kufanya ovyo akielekea kwenye choo na inasemekana kuzua taaruki zaidi kwa abiria ambao tayari walikuwa wametikiswa na tukio la awali. Watu hawa wawili waliondolewa kwenye ndege na polisi wa Seattle, huku mshukiwa mkuu akisafirishwa hadi hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu. Maafisa wa uwanja wa ndege baadaye walifafanua kwamba tukio la msingi linawezekana lilihusishwa na kipindi cha matibabu. Kufikia Jumamosi usiku, hakuna mashtaka ya jinai yalikuwa yamefunguliwa na hali ya abiria ilikuwa bado haijawekwa wazi. Licha ya hofu iliyosababishwa, wataalamu walisisitiza kuwa haiwezekani kufungua milango ya ndege za kibiashara katika mwinuko wa kusafiri. Tofauti kubwa katika kabina na shinikizo la hewa ya nje hufunga milango kwa ufanisi wakati wa safari, kuhakikisha usalama wa abiria hata wakati wa majaribio uvunjaji